Ndugu Waislamu, katika khutba ya Ijumaa ya leo tunazungumza, ni muhimu na ni ya kila Mwislamu kwa sababu kila Mwislamu na kila mumin anayemwamini Allah subhanahu na nana anatamani na anafanya bidii Allah subhanahu wa ta'ala Allah kumpenda kama ambavyo mwislamu huyu anatakiwa kuwa anampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kila mwislamu yupo katika matamanio makubwa sana na matarajio makubwa sana azza wa jalla anampenda yeye, walakin, ni muhimu kwa muislamu huyu kujua ya kwamba bani kwa sababu ya sifa zao fulani walizonazo Sasa jambo tulihifadhi tutoke nalo katika khutba ya ijumaa ya leo, sije akawa miongoni mwa watu kama hao, wakati wewe unataraji Allah. Na bila shaka tunaelewa katika aqidate yule ambaye Allah azza wa jalla hatampenda, basi kiumbe huyu amekwisha kuharibikiwa na ikiwa hatafanya bidii na kugeuza hali yake, atakuwa ni mwenye hasara kubwa sana ndugu. Mpaka mwisho tunapata jawabu ya swali ambalo nimelitanguliza: ni watu gani ambao Allah azza wa jalla huwa kawaida hawapendi, ya aina ya watu hao vile walivyo ni muhimu sana Muislamu kujua swala hili ili kuangalia wewe katika au watu waliotajwa katika orodha hiyo, waliotajwa ndani ya tukitizama Qurani peke yake, kwa sababu swala hili hautatosha kuyazungumza haya mawili yote pamoja, kaza ndani ya Qurani yake kwamba hawapendi na watu hawa. Alhamdulillah sisi, au sisi Waislam tunaamini kwa miongoni mwa watu hao maana Allah azza wa jalla atuambia ndani ya Qurani watu aina ya la yuhibu lkafirin, wa ta'ala hawapendi makufari, hawapendi makafiri. Kwa hivyo kila muumini na kila mwislamu aliyetamka shahada, bila shaka hayuko katika grupu kama hili, lakini pia mwislamu atakiwa achunge pia. Mwislamu pamoja na Uislamu wake atakiwa kuwa na makini kwa kujua, au bila ya kujua, vikakutia katika ukafiri Ukadhani, nikipiga tu mfano mmoja. Kwa mfano mwislamu anayechezea shere ma... kulingana na wanazuoni na kulingana na maneno ya Allah azza, sampuli ya pili ya watu, inna Allaha la yuhibbu almu'tadin. Allah azza wa jalla subhanah hawapendi watu wanao mu'tadi, huwa man yatajawaz alhudud ni yule anayevuka mipaka katika sheria. Ana vituo vyake maalum alivyoviweka ndani ya sheria, akakwambia ewe Mwislamu, katika mipaka hii maalum. E, hapa ambapo Allah azza wa jalla ameweka kituo chake maalum, mwislamu akawa ni mwenye kuvuka. Huyu ni mno kuangalia mipaka ya Allah subhanahu wataala wa miwili

Kwa siri. Innahu la yuhibbu almu'tadin, Allah azza wa jalla hawapendi watu wanaovuka mipaka katika dua. Kwa hivyo, pia katika kuomba dua kuna watu wanaovuka mipaka katika kuomba dua. Mfano wa kuvuka mipaka katika, ku, katika dua ni kuomba jambo la haramu, kuomba jambo la maasi, unataka kwenda kufanya jambo la maasi jambo la haramu la uwizi jambo la haramu uzinifu wal iyadhu billah, au mambo aliyoyakataza yoyote ya Allah azza wa jalla, kisha unamwomba Allah akusaidie katika ku. Kama vile mtu anataka kuiba amwombe Allah azza wa jalla, ya rabbi, na kuomba unisailishie kazi yangu hii. Ya kazi gani? Ya kwenda kuiba, ya kwenda kufanya dhulma, ya kwenda kufanya udanganyifu, au uzinifu, au mambo machafu, au mambo ambayo Allah ameyakataza.

ambayo mwislamu anaweza kufanya katika maisha yake. Kadhalika, i'tida nyingine mwislamu anaweza kuingia ndani yake katika maisha ni i'tida ya kuharamisha yale mambo ya halali halalishia ya Allah azza wa jalla mja wake, au kinyume akahalalisha yale ambayo ni ya, ya haramu

kadhalika kuna dhulma ambayo mja anaifanya kumfanyia mja mwenzi, kumfanyia kiumbe mwenziwe dhulma. Hii kadhalika inaingia katika aya hii. Allah azza wa jalla anatuambia wallahi, Allah azza wa jalla hawapendi mja kama huyo, hata ukawa unafanya ibada namna gani, hata ukawa maisha yako unaishi katika kuwadhulumu Waislamu au waja wenzio pasina haki watu hawaja kukosea kwa namna yoyote, wewe unaofanyia dhulma ya aina ya aina mbalimbali mbali. Iwe ni amali mali, iwe ni dhulma ya, ya kuchafua ya kuharibu uh, status zao na nyinginezo aina mbali mbalimbali zote, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziharamisha. na ya mwisho Kuyo, kwa hiyo kuna dhulma mja anaifanya kwa Mola wake, kuna dhulma mja anaifanya mwenyewe. Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa maamrisho kadhaa uyatekeleze. Amekwambia ewe Muislamu, miongoni mwa maamrisho uliopewa ni kusimama alfajiri kuswali. Wakati swala ya alfajiri inanadiwa, as-salatu khairun min an-nawm kwenda misikitini kuswali. Sasa kuna Waislamu wengine ni daa kama hii, mwito kama hii. Ni dhulma anaifanya huyu Muislamu juu ya nafsi yake, yeye mwenyewe hajadhulumu mtu lakini nafsi yake mwenyewe. Mkubwa sana. unaswali swali wakati ule ambapo una shida, wakati una umaskini, wakati ni fukara, wakati ndipo unamwona mwislamu anaingia misikitini kuswali, lakini sasa hivi kazi ameipata, sasa hivi mali anayo, sasa hivi. wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Walemadhalim kadhalika ni miongoni mwa watu au aina nyingine ya watu ambao Allah Azza wa jalla la yuhibbuhum, ni na furaha. Amekuneemesha Naku neema yoyote ile, iwe ni neema ya mali, kwa mfano, mali ile... inakuwa kwamba ile sababu ambayo Allah amekujalia wewe kuwa na furaha, furaha ile ikakupelekea katika kujiona, furaha kuwa na majivuno mbele ya wanadamu na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio furaha hii ndiyo furaha inayomuudhi Allah Azza wa jalla, ambayo haipendi. Mfano wake ni pale Qarun, pale nyingi tajiri mkubwa, alikuwa ni tycoon mkubwa sana wakati wake. Tunazungumzia tunapowapanga matajiri tunawaweka katika orodha za milionea, lakini kulingana na maelezo ya Qur'an nafikiri ni zaidi ya hayo yaliyotajwa.

furahia lakini si furaha ambayo itakupelekea na kuwa na kibri. Karuni aliambiwa la tafrah. Watu waliona furaha ambayo inawapelekea katika tughyan, inawapelekea katika madhambi, kujiona kwamba yeye ndio yeye amefika, wale wengine watu wengine wote walio.

kula mukhtalin fakhur inna Allaha la yuhibu man kana mukhtalan fakhur. Neema ya cheo au madaraka. Sasa kila chake na madaraka kikampelekea yeye kwanza kujiona kwamba yupo juu kushinda wanadamu wengine, yeye ni bora kuliko wale wengine wote, ya kwanza kuwadharau wanadamu na waja wengine akaziweka pamoja, katwambia ndani ya Qur'an, inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur mukhtalin maneno haya ya wasia wa Luqman aliyompea aliompa mwanawe al Luqmanul Hakim, siku alipokaa na mwanawe kumsomea wasia, kama ambavyo baba anatakiwa saa zote kukaa na wanawe kuwapa wasia. Mtoto wa kiume, kaa na mwanao, mtoto wa kike, binti yako, mpatie wasia wa maisha, mpatie wasia katika dini, mweleze dunia hii inakwenda vipi Mweleze Allah aza wa Jalla anataka nini. Mweleze Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasalama amekuja kwa risala gani na malengo gani, na yaumal qiyama. Ewe mwanangu, nakutaka ukifufuliwa uwe katika hali gani? maana kuna watoto wengine watakwenda kuwashtaki wazazi wao yaumal qiyama, watakwenda kuwashtaki wazazi wao yaumal qiyama kwamba hawakufunzwa dini kwanza, kwamba hawakuonyeshwa njia

Usiwaoneshe watu madharau, sizungumze na mtu wakati yule aliyoko mbele yako humwangalii, unaangalia ya kwengine, kumuonesha kwamba mimi ni bora zaidi kushinda, sina time hata kukuangalia. Hii ni madharau. Wala tusair khaddaka linnasi, dharau watu. Wala tamshi fil ardi marahan, wala usitembee juu ya ardhi hii kwa kibri na majivuno. Inna Allaha la yuhibbu

Mtu yoyote aliye na khiana. Ni tamko kubwa sana ala la khiana. Mara nyingi akili zetu zinakwenda kwenye khiana ya mali, umekabidhiwa mali ukae nayo, umepewa mali kama amana. Mwenye ile mali anayohusika na ile mali, siku anapokuja kutaka ile mali yake, anapoidai unamrejeshea haki yake kamili usimruke wala usimbadilishie kiwango, ukamwambia ulinipa elfu thamanini ili hali unajua kwamba alikupa laki moja. Hii ni khiana ya mali, lakini tamko la khiana katika sheria ya Kiislamu sio katika mali peke yake. Tamko la khiana ni tamko kubwa sana ndani ya sheria ya Kiislamu. Iko khiana ya baina zaujaini mke anapoanza kutoka nje na kufanya mambo yasiyofaa, kinyume. Mke akatoka nje akaanza kufanya mambo ambayo mumewe yajui, yule mke anafanyaje? Mume alikuamini nende kazini, husband akakupa ruhusa, nenda kazini, akiamini kwamba utakwenda kujihifadhi, akiamini ya kwamba utakwenda kuchunga hisho. Lakini mke wa Kiislamu anakuja kushawishiwa na na, imani yake inaanguka inakuwa dhaifu, na shawazi na mghilibu, anaanza kukosa tarbia na anaanza kukosa msingi ya Kiislamu, na kwenda kinyume na mumewe ambaye amemwamini katika shughuli na kazi. Kama hili hii ni khiana, na khiana haiwi kwa upande wa mke peke yake na khiana kadhalika ipo katika kazi. Ukiwa wewe ndiyo msimamizi wa kazi, wewe ndiyo msimamizi wa mali, wewe ndiyo msimamizi wa hazina, na kila lile jambo ambalo tajiri amekukabidhi kama amana, ukaenda kinyume na ukakubali kufanya ufisadi katika mali ya yule tajiri, ukakubali kufanywa mambo yasiyofaa katika mali ya yule tajiri, hii ni khiana. Khiana ya wakati, ikiwa umekubaliana na tajiri ya kwamba masaa ya kazi kuanzia saa hii mpaka saa hizi, wakati ya ule muda wewe ukawa unatoroka toroka, unakimbia, hii ni khiana kadhalika ya kazi. Kuna khiana aina nyingi sana ambazo muislamu anaweza kuzifanya katika maisha na ndio maana tunatakiwa tunatakiwa tuwe waangalifu katika swala hili. Allah azza wa jalla atuambia ndani ya Quran, inna allaha la yuhibbu alkhainin. Allah azza wa jalla hawapendi watu makhain. Umeaminiwa katika jambo, kisha unakuja unazunguka unageuka katika lile jambo ambalo umeaminiwa. Au unatengeneza kitu ukakubaliana na yule unayemtengezea nyumba. Hii itakuwa masafa yake ni hivi na hivi na hivi, sko ya mita kadhaa, sko ya futi kadhaa, itakuwa hivi na rumu tatu na kadhaa ulivyokubaliana. Khiana fi adai lamal. Mwenye nyumba akija, akiangalia nyumba yake, anakuta ni sko ya futi mia nane nauo alimwambia ni elfu moja mia mbili elfu moja mia tano Alikuamini, lakini baadaye unakuja kumzunguka kumfanyia khiyana ya kupata faida za kidunia ambazo hutokaa nazo milele. Utaenjoy na zile pesa ambazo umekula za haramu, utastarehe na pesa za haramu, na pengine pesa zile zile zitaanza kukuadhibu kuanzia hapa duniani, kisha kesho yaumal qiyama tutakwenda utakwenda kukutana na hesabu nzito mbele ya Allah subhanahu wataala. aqulu qawli hadha

Miongoni mwa watu waliobakia katika orodha ya watu wa... ufisadi wa aina yoyote ile ambayo Mwislamu aua yoyote na kwa namna zote yaqulu lhaqu tabaraka wa taala wallahu... nyingine inasema wallahu la yuhibbu lfasadi Allah azza wajalla hawa... watu wanaofanya ufisadi na Allah subhanahu wa taala haupendi ufisadi wenyewe ufisadi wa kila aina. Kuna ufisadi unaofanyika juu ya ardhi dhahara alfasadu fil barri, na kuna ufisadi unafanyika baharini wal bahri, na yote haya yanafanywa na mikono ya wanadamu bima kasabat aidin nas. Leo ukiangalia ulimwengu huu namna ulivyojaa ufisadi huu, ufisadi wote umefanywa na mwanadamu. Haya mambo mao, maovu, maovu mabaya ya kila aina <coughs> ni ufisadi yanayofanya na mwanadamu na Allah, wa aina yote, ikiwa corruption, ni ufisadi wa hali ya juu mno, unaoangamiza nchi unaoangamiza watu unaoangamiza, unaorudisha nyuma maendeleo, basi ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza tuelewe kama waislamu ya kwamba hapendi. Leo ikiwa daktari anaweza kutoa pesa aka akapitishwa akapewa license ya daktari, unaweza mwenyewe ukafikiria hao wagonjwa watakuja kutibiwa namna gani? Leo anaweza kuhonga akapata license ya kusoma injinia au kutekeleza kazi ya uinjinia, unaweza kufikiria we mwenyewe tutapata majengo ya aina gani tutakayojengewa? Leo watoto wetu wanaosoma mashule na kwengeneko na kwengeneko, ikiwa watafanya udanganyifu na mambo ya ufisadi katika mitihani yao wanayosoma almuhimu tu shule ionekane kwamba iko juu, kati ya watoto mia moja au thamanini kuna watoto, jina la shule lipo juu. Jina la shule likiwa juu, watoto wengi watakuja kujisajili, na watoto wengi wakija kujisajili, hizo ni karo na fees zimepatikana kwa wingi. Wasimamizi wa shule wameangalia upande wa pesa, wameangalia upande wa investment, wameangalia upande wa faida, lakini hawa pande wa madhara wa makubwa yanayotokamana na mambo ya ufisadi kama haya. Hawa watoto wameangamizwa kwa kudanganywa katika mitihani, kwa kupewa maksi ambazo sio zao, au kupewa jawabu katika mitihani. Walipokuwa wanapewa mtihani, kuangaliwa kwamba, je, elimu wanayo au hawana, wanajua ama hawajui, kaja wakafundishwa waka namna za udanganyifu, wakapewa maksi ambazo sio zao. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wallahu la yuhibbu alfasad la yuhibbu wa taala, watu wanaofanya mambo ya ufisadi aina mbalimbali. Ufisadi katika mali, ufisadi katika zizi la ng'ombe na mbuzi, napanda mbuzi wa kiume, huwezi kuona mbuzi wa kike anamparaga mbuzi wa kike. Tena inafanywa rasmi, sio kwa siri, inafanywa rasmi wakati kumetengenezwa vipingi, vipingi sheria maalum ili kuwasaidia watu hao kwenda kuoana na kuishi kama mume na mke, mambo ambayo hata wanyama wayafanya. Ndio maana Allah Azza wa jalla anatuambia ndani ya Quran, inhum illa kal an'ami bal hum adal. Wanadamu hawa wamepotea zaidi hata kushinda an'am, kushinda mbuzi na ngombe. Ayuhal ikhwa alkiram, kumalizia Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa, hapendi maneno machafu hapendi maneno mabaya. Qurani Allah subhanahu wa ta'ala anatwambia la yuhibu llahu aljahra bisui min alqaul, Allah subhanahu wa ta'ala hapendi maneno machafu machafu yakiwa yanasema waziwazi, matamshi mabaya, matamshi machafu na matusi, matusi kusema waziwazi wazi. Isipokuwa yule ambaye amedhulumiwa, yule aliyedhulumiwa anaruhusu, ameruhusiwa au amepewa ruhusa na sheria ya Uislamu kwenda pahali, ili asimamishe kesi ili amshtaki yule aliyemtuka, ukaenda kwa kadhi, ukaenda kwa jaji, kwa hakimu, ukisema mimi nimetukana matukio, kwa sababu wewe umedhulumiwa, unataka kusimamisha haki juu yu ya yule aliyekudhuluma. Bila ya hivyo za kila Mwislamu kuto, kutokwa au kutamka au kuzungumza kwa wazi kwamba fulani huyu ni mwizi, huyu fulani anafanya hivi anafanya hivi, kwa namna ambayo Uislamu umekuja kuharamisha. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe mbali miong, na, na orodha ya hawa watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala kama sallaita ala ibrahima innaka hamidul majid